Kwa majina naitwa James Bunuma, natoka Clouds. Mimi swali langu ni kwamba tunafahamu uh, mchezo wa dabi umeahirishwa na kuna timu ilikimbia. Sasa nataka kufahamu kama serikali, msimamo wa serikali ni upi? Sikilizeni nyinyi, acheni kuhamisha mjadala. Leo tunazungumza ukusanyaji wa kodi.